Jumapili baada ya maombi Mpili, maombi ya kupokea hela hela. Amen. Amen. ikaingia kwenye simu. Mungu haleluya, Mungu haleluya, Amen. haleluya Amen, hata ipo Mungu anatenda. Nawezekana hujaniambia tu, lakini kuna kitu haleluya, nawezekana kuna mwingine hujawa tayari kusema, au hujajua tu, ulifikiri ni kwa sababu tu ulifanyia kazi, ndio maana wamekulipa Unajua kama adui alikuwa ameishikilia mpaka maombi yalipowachiliwa. Wewe exactly, hujaelewa mambo ya rohoni wewe. <clears throat> Yesu akapote kwanza kwa hiyo. Haleluya. Hiyo endelea. Nilikuwa nimekaa hapo. Akaendelea kunisemesha, mama mepokea pesa, mama mepokea pesa. Nikamwambia mwanangu, sina pesa. Nikamwambia basi itaongea madai. Nikatoka hapa nikaenda nyumbani. Sikuona muamama na wote kwenye simu yao. Kesho yake mm -hmm. ki kama saa nane, samahani ni mwongo. Sema shetani ni mwongo! Sema shetani ni mwongo! Sema shetani ni mwongo! Yaani shetani, shetani, shetani, shetani, shetani. Eh, eh, yani, anajaribu akupumbaze hivi akupumbe hivi eh, na usijue, alafu uendelee kunumunika uendelee kulalamika, wakati kuna jambo Mungu amefanya. Haleluya! Ndio, endelea. Asubuhi saa moja mtu akanikuta chumbani kwangu, mama umepokea pesa jana yapata pesa nikamwambia, ah, kutoka chumbani kwangu bwana bibi bwana, nimeona saa nane mchana. Nikapigiwa simu na mtu akaniambia, umeniona pesa? Nikamwambia sijaona hela, akasema nikutumia hela jana kwenye saa tisa mchana. Nikaingia kwenye simu, kwani nikakuta ile pesa ipo. Haleluya, haleluya mazuri Ijumanne asubuhi kwenye saa tatu akaja mama mmoja, mama yake na watoto ambao tunakuja nao kanisani. Akaja ameshika pesa mkononi, akaniambia mama mume wangu amenipa pesa, ni watu watoto waende shule, wanaenda mkoani Zamda. Akapokea ile hela. ile pesa anamtania bwana mshinga hela alipo ipokea ile pesa huyu mama kuja kuangalia baadaye alipokuta mshinga kwa hamsini kodi ya nyumba, sio kwamba anaishi kwa bure. Amina. Ijumatano baada ya maombi ya hapa usiku bangu, mm -hmm. Nikaota kuna mtu anakuja nyumbani kwangu, amekuja na gari akanikabidhi pesa mkononi. Ni mtu ambaye namfahamu, lakini alipo nikabidhi ile pesa mkononi, nikaona gari yake haina breki. Nikamuuliza, mbona gari yako haina breki, natembeaje? Akaniambia, mimi ni mrefu, natembea pangu pangu. Nadhani madereva ni hatari kukuta, kuna fundi barabarani, usikugonga magari ya watu. Akaniambia hapana, nitafika tu. Na kweli ni Jumatano usiku mm -hmm, alamza akanipigia simu nakuja nyumbani kwako mm -hmm, jioni kama saa kumi mm -hmm. Na kweli ile pesa niliyoiona kwenye ndoto ndio niliyoiletea nyumbani. Haleluya, sema miujiza ni halisi. Haleluya. Ile ile uliyoona kwenye ndoto si ndio? Eh, kama unakumbuka kama unakumbuka maombi niliomba Jumatano moja hivi usiku Jumatano, kama wiki moja nusu imepita. Actually ni Jumatano moja imepita, Jumatano ya juzi si ndio? Nilikwambia hakuna ndoto utaota tena halafu isi kutokee okay. Unakumbuka? Haleluya, akaambia hakuna mwisho kuota ndoto, alafu unaota ndoto nzuri za pesa hazitokee, okay. Ile ukiota umekabwa, ukiamka asubuhi shingo inauma, hapana. Alo ya yeah, yani unaota una, una umetembea safari ndefu, ukiamka asubuhi umechoka. Ile ukiota unapokea pesa, pesa haiji. Alo unaona ajuu ya ndio mongo eh? Amen. Aleluya, Amen. Sasa Mungu akamwonyesha kwamba Neno la unabii lilikuwa sahihi, neno la unabii. Ndoto unayoota ya fedha, upokee fedha nawe. Ndoto unayoota upokee fedha. Kila ndoto unayoota ikupe fedha. Ndoto unayoota nzuri itokee, sio unaota unaolewa na majini mahaba. Ukiota unaolewa na mume kweli kweli, haleluya, sema haleluya. Amen.

Asubuhi alafu ikabidi niondoke niende benki. Kaenda niambia pale kuangalia akaunti yangu ilishalala tayari. Oh. Amen. Mm -hmm. Nikajaribu kutaka kuniamsha ukaniambia, itabidi lipie kama shilingi elfu ishirini maanake kuna ada ya kila mwezi shilingi 800 lakini dada akanishauri akaniambia aje, kwani usifungue akaunti nyingine, lakini hiyo akaunti lazima iendane na sahihi ya ile mara ya kwanza. Baada nikajaribu kile nikijaribu kujaribu sahihi ya mara ya kwanza inakataa kabisa Akanishauri nenda CRDB kafungua akaunti mpya. Nikaondoka nikaenda CRDB nikafungua akaunti mpya. Kwanza kama wakati naenda benki nimepigiwa simu nikawa hapo njia nne na mama mmoja. Akaniambia edita huko nyumbani, kaniambia hapana, siko nyumbani, kuna mahali naelekea. Akaniambia ukirudi, naomba uje nyumbani kwangu nikupe pesa yako, bali tunaendelea kwa muda mrefu. Hallelujah. Ehe. Uh -huh. Nikamwambia nikamwambia nitakuja kesho Jumamosi. Lakini wazo lingine likaja ghafla. Mm, shetani anaweza kachengesha pesa yangu. Nikapiga simu kwa mpangaji wangu, nikamwambia mwambie ruhusa kuzalisha roho aende sasa hivi kwa mama fulana, mpe hiyo pesa. Na akaenda kweli kesho yake Jumamosi. Chama alikabidhiwa hiyo pesa nilipa hiyo hela hiyo mama. Amen. Hallelujah. Pia sima kwa kutena. Kumdai. Umeshanyamaza kabisa kwamba sasa huyu naona nimekuwa jaribu jingine, lakini Mungu mwenyewe ameingilia kati, anakupigia simu mwenyewe, njoo uchukue hela ya yako. Bwana haleluya, amen. Yote unaimdai hela yako, imuwashe kwa jina la Yesu, awashe kulipa hela yako. Haleluya, haleluya, amen. Amen, amen, amen, jina la Bwana libarikiwe, haleluya, haleluya. Na wewe ushuhudie miujiza ya pesa kwa jina la Yesu, amen. Awamwitaye wewe wewe unayeshuhudia miujiza ya pesa. Amen. Hallelujah, haleluya. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Kuna mtu mmoja hataki kumshuhudia Mungu, hataki kumshuhudia Mungu na na na na anasema baba, kila ukituombea maombi ya miamba mara mimi napokeaga. Alafu <laughs> hataki tu kusema. Mimi nanyamaza nyamaza. Mimi nanyamaza. Mimi kazi yangu kuwafundisha. Hallelujah. <laughs> Amen. Mimi <Mey>, kazi yangu ndio <laughs> kazi yangu kubwa. Ndio kazi yangu kuwafundisha. Kuna mwingine yaani yeye anapokea ila hataki kusimama ashuhudie. Shauri hey, yako. Halo? Shauri yako. mi nilipokea. Mimi nilipokea. Amen. Watu wanafikiri mimi naombeaga watu. Pe, eh, mimi najiombeaga pia. Amen. Ah, tu vipi hawa? Eh, hey, hey, hey, yani yani neema iliachiliwa ya fedha, afu nikuombee wewe niache kujiombea. Ah, wewe wewe we, we, we, jinsi gani hiyo? <laughs> Eh, neema ikiachiliwa naambia Mungu na mimi niko hapa. Sio na kusa wengine alafu leo unaniacha. Amen. Halo? Amen. Leo unaniacha na, na, mimi niko hapa. Haleluya. Amen. Na mimi nilipokea. Amen. Eh, na mimi. Ela namtukuza Mungu. Haleluya, haleluya, aleluya. Wengine wengine wanapokea hapo, wanakausha tu. Shauri yenu. Mwambie jirani yako, usikaushe! Ukiogopa kudaiwa fungu la kumi, usikaushe. Mwambie, usikaushe. Unazuia mafuriko kwa kung'ang'ania tone. Mwambie hivyo. Unang'ang'ania tone moja huku unazuia mafuriko ambayo yalikuwa yanaelekea kwako eh? Mungu anataka aachilie mafuriko yaje, lakini anaanza kwanza na tone. Unajua Elia, wakati Elia anaomba